Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Leo nataka nikuzungumzie kuhusu lile tunda alilolila Eva katika bustani ya Edeni. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie akupe ujuzi zaidi, aliye mwalimu wa kweli, akufunulie mengi kuliko yale nitakayonena, sababu muda ni mchache. Lakini ukitaka somo hili ambalo linaenea utajiunga nasi katika channel yetu ya YouTube. Ukiandika Pasteur Paul Muhombo Muhima na pale ujiabone upartage na ueme kwa kunisaidia kupeleka injili ulimwenguni pote. Ni tunda gani alilolila Adamu na Eva pale katika bustani ya Edeni? Hili meleta changamoto kwenye wahubiri wengi, kwenye mazabau mengi yanayojiita mazabau ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yanajiita, ninasema wazi. Alafu elewa hivi, pale mwanzoni, katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mustari wa kumi na saba Mungu analeta amri, anaagiza Adamu na kumwambia, matunda yote ya bustani hapa unaweza kula isipokuwa tu lile tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Unaposoma andiko hili, utakuta Eva bado alikuwa haja kuwepo hajaumbika bado, hajaumbika Eva nakuyafika nyuma kabisa, na Adamu alishakaonyeshwa lile tunda. Ni Adamu ndiye alimwonyesha Eva tunda, lakini siye Mungu. Mungu alimwonyesha Adamu peke yake. Ndio maana anataka kukwambia hivi, usidanganywe tena, na kama huko miongoni mwa wale wanaodanganya kwamba Eva alilala na Adamu, Ndipo ikaitwa tunda, sababu baada ya kulikula walijikuta wako uchi. Mibongo, na Mungu akusamehe, sikukaze kuomba msamaha, lakini nataka kukuonesha ukweli unaodumu unaopita katika moto pasipokuungua. Wakati Mungu anamuumba Adamu alimuumba mwenyewe alimtengeneza mwenyewe, lakini kwa kuumba kwa Mwanzo sura ya kwanza mstari wa sita waliumbika wote wawili, wakabarikiwa ili wazae. Ni kwamba kubarikiwa ni kwamba ndoa imebarikiwa katika ulimwengu wa roho, lakini katika ulimwengu wa mwili, sura ya pili ya Mwanzo inatengeneza haiumbe, inatengeneza. Kwa Kifaransa wanasema ina fasone tandis que eku kusura ya kwanza ina créer donc yaini différence entre la création et le, le verbe faire verbe créer et verbe faire. Hizi mbili moja ni kwa kitabu cha mwanzo sura ya kwanza, nyingine kwa kitabu cha mwanzo sura ya pili. Sasa Mungu anapomwonesha Adamu kwamba asile tunda, Eva hajakuwa Eva anakuya fika na tunda lilishaka kuwa sasa. Uniambie, kama Adamu alikatazwa kulala na mke wake, kwa maana sawasawa sawa vile unavyofikiri wasilale pamoja, ni kwamba wasikule lile tunda, ni tunda gani alilolioneshwa kabla Eva hajakuwa? Na yeye mwenyewe katika mawazo yake hakufikiri kwamba kuna siku atapewa mwanamke. Nimekuachia muda huu mchache ya kukimya ili upate kuweza kuelewa lakini sasa lile tunda alilolikula lilikuwa tunda la ujuzi wa mema na mabaya, na alipolikula akatambua ya kwamba e eh, tunavaa uchi. Kwa kweli kuvaa uchi si vizuri, ndio maana ninashangaa katika ulimwengu huu ninapoona wadada wanaofikiri kwamba wao ni warembo wenye sura za kupendeza, wenye kungangaa sana baada ya kujipaka mafuta, alafu wanavaa nusu uchi, wana sahau ya kwamba kuvaa uchi ni vibaya. Alafu nataka kukuambia kwamba, kwa nini hatujui lile tunda? Mmoja wanauliza, je, ni pone? Wengine wanauliza, ni orange? Ni kitika? Ni nini? Aa, usiniulize Walipomaliza kula lile tunda wakafukuzwa. Hili ni sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo. Wakafukuzwa bado walikuwa hawajapata mimba, hawajapata mtoto, hawajapata lolote, wangali wao wawili peke yao. Mungu akaweka malaika mlinzi kulinda bustani ili wasije wakarudi ndani. Wakafukuzwa safari hii, ya kufukuzwa katika sura ya ine. Sasa ndipo mume akamjua mke wake na akapata mimba, akazaa uzao wake wa kwanza akamuita Kaini. Ni kwamba wale wanaokudanganya kwamba Kaini ni uzao wa nyoka ni waongo, nao ni vizazi vya nyoka. Ukisoma Mathayo tatu mstari wa saba, hata Yohana anaita wana, anaita wa Mafarisayo wazao wa nyoka kwa sababu ndani yao mulikuwa uongo na kila yeyote anenaye uongo ni wa ibilisi. Mungu akusaidie. kitaka kuelewa somo lote hadi mwisho, uende kwenye channel yetu ya YouTube uandike Pasteur Paul Muhombo Muhima, utapata somo lote. Bwana akubariki, akujaze Roho Mtakatifu atakaye kufunulia mengi, Amen.